Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu ambapo tunaendelea kukuletea siku hamsini za Pentekoste. Mungu amekuwa mwema kwetu, Mungu hajatupungukia wala kutuacha wakati wowote. Na wakati huu tunapoendelea kujifunza mambo kadhaa kuhusiana na Pentekoste, ndani yake tumekuwa tukiona habari za Roho Mtakatifu kwa sababu hauwezi kutenganisha Pentekoste na Roho Mtakatifu. Pentekoste ni wakati ambapo kanisa lilivikwa uweza, kanisa lilivikwa nguvu. Kuna wale ambao wanadhani kwamba Pentekoste ni wakati ambapo kanisa lilizaliwa. Hapana, kanisa halikuzaliwa wakati huo. Pentekoste ni wakati ambapo kanisa lilitiwa nguvu, Mungu akalijaza nguvu zake ili litoke likiwa na nguvu tele, ili liweze kumshuhudia Bwana Yesu kwamba amefufuka ishara matendo makuu na miujiza kutoka kwa Mungu mwenyewe. Ndio siku ya Pentekoste, na Roho Mtakatifu alishuka akawajaza na Roho Mtakatifu. Hatuna habari zozote kwamba ameondoka, kwamba amerudi kwa Baba. Bado Roho Mtakatifu yuko pamoja na sisi na Roho Mtakatifu atakapoondoka, ataondoka na kanisa. Roho Mtakatifu hawezi kuondoka kanisa likabaki, au kanisa likaondoka Roho Mtakatifu akabaki. Haiwezekani. Roho Mtakatifu akija kuondoka siku ya unyakuo, anaondoka na kanisa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu tunaye hata milele. Roho Mtakatifu ni Roho wa milele ambaye yuko pamoja na sisi siku zote na ametuahidi kwamba hata tuacha wala kutupungukia siku zote za maisha yetu. Basi bila kupoteza wakati, tunaendelea mbele kabisa, moja kwa moja. Siku ya leo tuko ndani ya siku yetu ya kumi na saba kumi na saba. Mungu yuko upande wetu kuendelea kututetea na kutupigania, na namba kumi na saba kibiblia ni namba ya ushindi. Wengine tunafikiria namba moja ndiyo namba ya ushindi. Hapana, Namba ya ushindi ni namba 17 kibiblia, na kuna sababu mbalimbali huenda mbali, katika vipindi vijavyo huko mbeleni tutakuja kuangalia namba na maana zake. Kwa hiyo kwa siku ya leo tutaishia tu hapo kwamba 17 ni namba ya ushindi. Kwa hiyo tuko ndani ya siku yetu ya 17 katika siku hamsini zilizoko mbele yetu, na tunamwamini Mungu ataendelea kutupatia neema yake, tutaenda hatua kwa hatua mpaka tutakapo fika mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo basi bila kupoteza wakati, tuende moja kwa moja kwenye yale ambayo Mungu ameyakusudia siku njema ya leo. Uh, tunapoanza maandiko yetu siku ya leo tutaanza na kitabu hiki cha Zaburi, Zaburi ile ya mia moja na nne mstari ule wa thelathini. Zaburi ya mia moja na nne mstari wa thelathini, Biblia inatuambia kwamba waipeleka roho yako wanaumbwa nawe waufanya upya uso wa nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa kabisa, Biblia inatueleza kwamba waipeleka roho yako wanaumbwa. Manake Roho Mtakatifu ni roho wa uumbaji. Holy Spirit, spirit is a creative spirit. Roho Mtakatifu anashughulika na shughuli za uumbaji. Kwa hiyo haijalishi ni kitu gani unachokihitaji kwenye maisha yako, Roho Mtakatifu, ambaye ni roho wa uumbaji, yuko hapo kukusaidia. Kwa hiyo hakikisha kwamba unamwamini, mwambie Roho Mtakatifu, wewe ni muumbaji. Unaona, anahusika na kuumba vitu mbalimbali mbali kwenye maisha yako. Haijalishi, usije ukasema kwamba mimi tayari nimeshaumbwa, kwa hiyo sihitaji uumbaji tena. Labda ikafika hatua ukafikiri kwamba wewe kwa sababu umeshaumbwa tayari umeshakamilika. Kuna vitu ambavyo bado vinahitaji uumbaji katika maisha yako, labda katika mwili wako, labda katika familia yako, labda katika kazi. Haijalishi ni eneo gani ambapo unahitaji Mungu afanye tena kwa upya, kama alivyofanya nyakati zile za zamani, anaweza akafanya hata sasa. Kwa hiyo si tu kwamba ni kwenye suala la uumbaji, labda kumuumba mtu au kufanya hivi na hivi. Hapana, ni kwenye maisha yako kabisa, moja kwa moja. Roho Mtakatifu anahitaji wewe utambue kwamba yeye ni muumbaji, alafu umpe nafasi, umwambie, Roho Mtakatifu, nahitaji uumbaji wako. Na hapa kwenye huu mstari akamalizia kwa kusema waufanya upya uso wa nchi. Unaona hata hapa akagusia moja kwa moja Roho Mtakatifu anafanya upya uso wa nchi. Haijalishi nchi imekuaje, haijalishi dunia imekuaje. Unaona andiko hili linatukumbusha kile kilichotokea kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Mstari wa pili tu wa Biblia, tayari Biblia ilishatuambia kwamba Roho Mtakatifu alikuwepo. Roho Mtakatifu alikuwa ameatamia uso wa vilindi vya maji. Roho Mtakatifu alikuwa anasubiria neno kutoka kwa Mungu ili aweze kuumba, ili aweze kufanya kazi yake, na aliposikia tu Mungu anasema kwenye mstari wa tatu kwamba iwe nuru. Biblia inamalizia kwa kusema ikawa nuru. Pale anaposema ikawa nuru hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alifanya uumbaji, nchi ikawa mpya kabisa. Giza ambalo lilikuwa limetanda tangu mwanzo likaondoka. Kwa nini liliondoka? Kwa sababu Roho Mtakatifu, Roho wa Uumbaji, alifanya yote kuwa mapya. Roho Mtakatifu alikuwa anasubiria neno kutoka kwa Mungu. Mungu tu aliposema iwe nuru basi, Biblia inatuambia ikawa nuru. Mambo yote yakakaa sawa, mambo yote yakakaa vizuri, kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwepo pale kuhakikisha mambo yanakuwa mapya. Sasa sijajua wewe kwenye maisha yako, labda ni eneo la nchi moja kwa moja, labda ni ardhi, labda ni shamba lako. Kuna shamba lako lilazama poza kuna vitu vinavyoendelea ambavyo huvielewi. Unapanda mazao, umeshajaribisha ndiyo mbolea mpya, umeshajaribisha kile na kile, lakini bado unaona matokeo sio kama vile unavyotegemea au unavyotarajia. Nikwambie, yupo Roho Mtakatifu, yupo Roho ambaye, Mungu anapompeleka Roho wake Mtakatifu, basi wanaumbwa, anasababisha kwamba utokee uumbaji katika maisha yako. Haleluya! Mwamini huyu Bwana Yesu, yeye yuko pamoja na wewe na atakuwa pamoja na wewe, hatakuacha wala kukupungukia siku yoyote na wakati wowote kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tayari yuko Muumbaji, mwambie Muumbaji, husika na maisha yangu kama ulivyofanya kwenye kitabu cha Mwanzo. Unajua, hatuna taarifa yoyote kutoka kwenye Biblia kwamba Roho Mtakatifu amestaafu kazi ya uumbaji? Hapana, bado hajastaafu, bado anaendelea na kazi yake ya uumbaji. Hivyo basi, hakikisha kwamba unamshirikisha, hakikisha kwamba unamwambia Roho Mtakatifu, husika na maisha yangu, na kuhitaji nisaidie, niongoze, usinipungukie, naomba uendelee kuumba kwenye maisha yangu. Huenda kuna vitu bado vinahitaji uumbaji. Roho Mtakatifu hata sema kwamba tayari mimi nilishaumba tangu mwanzo, kwa sababu kitabu cha Ayubu ndicho kinachotueleza hayo. Ukisoma kitabu kile cha Ayubu sura ya 33 mstari ule wa nne, Biblia nasema roho ya Mungu imeniumba. Maanake huyu ni Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu ndiye aliyetuumba, akamalizia kusema na pumzi ya mwenyezi unipa uhai. Pumzi ya mwenyezi ndio Roho wa Mungu, ndiye anayetupatia uhai. Roho Mtakatifu hawezi kusema ah, mimi nilisha kuumba, siwezi kuumba tena. Hapana, unajua Roho Mtakatifu kwa sababu ndiye aliyehusika kukuumba, anajua mwili wako inabidi ufanyeje kazi. Yeye ndiye aliyeweka maini, ndiye aliyeweka figo, ndiye aliyeweka ubongo, ndiye aliyeweka mishipa na misuli. Kwa hiyo kama kuna kitu chochote hakifanyi kazi ipasavyo kwenye maisha yako, rudi tena kwa Roho Mtakatifu, mwambie Roho Mtakatifu, wewe ndiwo uliyeniumba, lakini wa madaktari wameniambia sijui nina sukari, wameniambia nina presha, wamesema sijui damu imechafuka, wamenikataza kula vyakula fulani fulani. Kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye aliyeumba utumbo wako, Roho Mtakatifu ndiye aliyeumba maini na figo, anaweza akaumba tena. Roho Mtakatifu ndiye anayejua mwili wako inabidi ufanye je kazi. Sisemi kwamba tusiwasikilize madaktari moja kwa moja, lakini rudi kwa daktari mkuu, mweleze, mwambie Roho Mtakatifu, wewe ndio uliohusika na uumbaji kwenye maisha yangu, naomba uumbe tena, naomba ufinyange tena na kuhitaji Roho Mtakatifu, na utashangaa Roho Mtakatifu atakavyokusaidia utashangaa Roho Mtakatifu atakavyokuwezesha kufanya kama alivyokusudia yeye. Huo mwili, Roho Mtakatifu ndo anajua kiwango cha sukari kwenye mwili wako, yeye ndiye aliyekuumba. Madaktari kama anakuambia figo inakaribia kufeli, Roho Mtakatifu ndiye aliyeitengeneza. Mwambie Roho Mtakatifu, itengeneze tena, nahitaji uumbaji wako. Roho Mtakatifu ni roho wa uumbaji. Kwa hiyo hakikisha kwamba unamshirikisha. Ndo maana Biblia ikatuambia, waipeleka roho yako, wanaumbwa. Maanake Roho Mtakatifu ni roho wa uumbaji. Mshirikishe na pumzi ya Mwenyezi unipa uhai, uhai ndo afya njema Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unahitaji kuwa hai, simaanishi kwamba umekufa. Hapana, lakini unaona afya yako haiko kama inavyotakiwa kuwa. Unahitaji msaada wa Mungu, unahitaji Mungu wa kutetea, kupigania na kukusaidia. Kwa hiyo mshirikishe, mwambie Bwana Yesu na kuhitaji wewe. Peke yangu siwezi, peke yangu sitaweza. Roho Mtakatifu, nipatie afya njema. Yeye anahusika na maisha yako. Tumalizie na lile andiko kutoka kile kitabu cha Warumi, tuone Biblia inasema nini kuhusiana na Roho Mtakatifu anachoweza kufanya kwenye maisha yetu siku za leo. Biblia inatuambia kwamba, Warumi sura ya 8 mstari wa 11 lakini ikiwa Roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, huyo ni Roho Mtakatifu huyo, yeye aliyemfufua Kristo ni Roho Mtakatifu huyo, katika wafu atawisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Haleluya! Kwa hapa Biblia kabisa imetuambia ikiwa, au ili neno ikiwa, kwa maelezo mengine ingebidi liwe lakini, kwa sababu Roho Mtakatifu aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye huyo Roho Mtakatifu aliyemfufua Kristo katika wafu atahuisha na miili yenu, manake ataipatia uhai tena, ataihuisha tena. Roho Mtakatifu ni roho wa kuleta uhuisho katika miili yetu, katika afya zetu. Kwa hiyo hapa kabisa Biblia imetuambia kwamba Roho Mtakatifu anahusika na maisha yetu, na angalia sababu ambayo mtume Paulo anaitumia kwenye hii Warumi sura ya nane akusema tu Roho Mtakatifu aliyetoka mbinguni? Hapana, ijapokuwa ni kweli ametoka mbinguni, hapa akasema Roho aliyemfufua Kristo, yaani kama aliweza kumfufua Kristo, sio kwamba alimponya Kristo, hapana, Roho aliyemfufua Yesu aliyekuwa amekufa kabisa, akashuka hadi kuzimu. Roho Mtakatifu akaja akamfufua kutoka kwa wafu. Biblia inatuambia anaweza akakufufua na wewe, anaweza akahuisha maisha yako, akahuisha afya ya mwili wako, mwili ulio katika hali ya kufa. Hapa anaposema miili yenu iliyo katika hali ya kufa, sio kwamba miili ambayo inakaribia kufa. Aa, hapa anamaanisha ni mwili huu tulionao. Kwa Kiingereza ametumia neno moto body. Moto ni huu mwili wa damu na nyama, wenye uwezekano wa kufa, ambao siku moja utakufa, utarudi kwenye mavumbi. Mwili huu, huu. Mungu anaweza kuweka uzima ndani yake. Huu mstari haumaanishi kwamba kama alivyomfufua Kristo ndivyo na sisi tutakuja kufufuliwa siku ya mwisho. Hapana. Haongelei habari ya kufufuliwa siku ya mwisho, anaongea habari za leo za mimi na wewe, miili yetu inaweza ikahuishwa tukapata afya njema katika miili yetu. Kwa hiyo ni kumwamini Roho Mtakatifu, ni kumtegemea kwenye kila eneo la maisha yetu, na tutashangaa kwa mambo makubwa na ya ajabu ambayo atayafanya katika maisha yetu. Basi bila kupoteza wakati, nichukue nafasi hii kuomba na wewe. Huenda labda una udhaifu fulani. Huenda labda kuna eneo unamhitaji muhitaji Roho Mtakatifu aweze kuumba kwa upya, Roho Mtakatifu afanye jambo jipya katika maisha yako. Basi naomba ni kuombee ili neema ya Mungu ikuvushe ikusaidie, Roho Mtakatifu aumbe kitu kipya katika maisha yako tena, kuanzia siku ya leo. Basi naomba niombe pamoja na wewe. Mungu wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu wee ni Mungu mkuu, asante kwa sababu wee ni Mungu unayeweza. Tizama mtizamaji huyu ambaye amesikiliza kipindi hiki kutokea popote alipo, ninatangaza uzima tele na afya tele, kwa sababu Bwana Biblia ime, imetuambia kwamba unaipeleka roho yako wanaumbwa. Nawe Bwana, ninakuomba hata siku ya leo ukampeleke Roho Mtakatifu popote pale wasikilizaji na watazamaji walipo, katika jina la Yesu Kristo, ukafanya uumbaji mpya, ukafanya uumbaji mpya katika miili yao, katika afya zao, katika familia zao zao katika shughuli zao mbalimbali mbali walizonazo katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo na kwenda kinyume na magonjwa na kwenda kinyume na vifungo na kwenda kinyume na kazi mbovu za giza na za ibilisi katika jina la Yesu Kristo. Bwana, unayepeleka roho yako, wanaumbwa natangaza uumbaji oh, unaosababisha afya njema na furaha na amani na uzima na utoshelevu katika maisha yao, katika jina la Yesu Kristo, kwenye familia zao, uzima tele kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti migogoro na inyamazisha kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Anapokwenda Roho Mtakatifu, kunakuwa na amani, kunakuwa na uzima, kunakuwa na ushindi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Oh, Biblia imetuambia kwamba Roho Mtakatifu, wewe umetuumba. Roho Mtakatifu, wewe umetuumba. Endelea Bwana kutufinyanga na kutuumba tena viungo katika miili yetu, wale ambao madaktari wamewaambia figo zinafeli, maini yanafeli moyo haufanyi kazi ipasavyo, ninaachilia nguvu za Roho Mtakatifu, naachilia nguvu za Roho Mtakatifu kwa ajili ya kusababisha uzima na afya tele kwenye kila kiungo, iwe ni kwenye tumbo la uzazi, iwe ni kwenye mirija ya uzazi. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, kila kiungo ambacho hakifanyi kazi ipasavyo katika huo mwili, ninatangaza uzima tele, natangaza afya ya kimungu katika jina la Yesu Kristo, ninaachilia nguvu za Roho Mtakatifu. Oh, Bwana, neno lako linatuambia kama vile Roho Mtakatifu alivyomfufua Kristo. Bwana, unaweza ukafufua yaliyokufa kwenye maisha yetu. Huenda kuna viungo kwenye miili yetu vimekufa, ninaachilia nguvu za Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo, riko rama saka rapo ria basheke rako, rako rama ikata rako rama shanda rako, rabasiki. Kwa jina la Yesu Kristo natangaza ufufuo kwenye kila eneo, kwenye macho, kwenye masikio, kwenye kila kiungo cha huo mwili katika jina la Yesu Kristo, hata na kwenye akili natangaza ufufuo katika hiyo akili kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Sante Roho Mtakatifu ambaye upo kazini, asante Mungwa, Mungu wa miungu na Bwana Bwana, neema yako itaendelea kututetea, kutupigania na kutusaidia, na roho yako ataumba tena kama vile alivyoumba tangu mwanzo. Oh, ataendelea kuumba tena, Roho Mtakatifu hajastaafu kazi ya kuumba katika jina la Yesu Kristo. Sifa na heshima na utukufu na kurudishia Roho Mtakatifu unayetupatia uzima na afya na amani katika jina la Yesu Kristo, nimeomba na kuamini amen, amen, amen. Basi mpenzi mtazamaji, kutokea popote pale ulipo, nipende kumshukuru Mungu kwa ajili yako namna ambavyo amekutunza kukusaidia mpaka wakati huu kusikiliza kipindi hiki mpaka mwisho. Siku ya leo sina mengi zaidi ya hapo ni kutakia wakati mwema. Ulikuwa pamoja nami Pastor Joseph Mtasa toka Rema Outreach Ministries, na Mungu wangu akubariki wa sana. Kwa heri.